Mtazamaji, kampuni ya Royal Media Services ikishirikiana na hospitali ya matibabu ya mifupa ya St. Peters iliandaa kambi ya matibabu ya bure katika bustani ya Jevanjee hapa jijini Nairobi. Na msimamizi wa Radio Citizen Tina Ogal akisisitiza umuhimu wa shughuli kama hizi kama njia moja ya kutangamana na wasikilizaji wa redio hiyo ambayo inazidi kuongoza nchini kwa mujibu wa tafiti mbalimbali. Wakazi zaidi ya elfu moja wa Nairobi na viunga vyake walipata fursa ya kupata vipimo na matibabu ya magonjwa mbalimbali mbali bure bila shii, kwa hisani ya Radio Citizen na hospitali ya matibabu ya mifupa ya St. Peter's. Wengi wanakuja hapa, mtu alikuwa na ajali hajatibiwa, mtu alianguka na bodaboda pikipiki, wiki tatu zilizopita mwezi mmoja, mwaka mmoja uliopita, hajaangalia. So this is just an opportunity wajue kuwa sisi tunawajali ni vyema. Wanabodaboda wanachangia katika kiwango kikubwa katika uchumi wa taifa, tuwahusishe katika shughuli nzima ya matibabu, wakati wa baridi, wakati wa vumbi na kadhalika. And it's absolutely free. Na ukumbuke bado unapata mawaidha kutoka kwa maspecialist, tuko na ma-gynecologist. 162 Hospitali ya St. Peters ilitoa huduma kwa wagonjwa hususan wa huduma wa bodaboda ambao huathirika kwenye ajali na magonjwa ya mapafu yanayotokana na kazi yao. Tunahusika na aksidenti mingi, tunahusika na maugonjwa mingi. Wale wako na kifua tuliwaambia wakuje wapimwe kifua ili azije akapata lemonia imwanguse kabla ajajua. Nimefurahi sana na madaktari wa kazi yenye wamefanya na watu wa Citizen nimewaona kinamonai. Radio Citizen ilishirikiana na wadau mbalimbali kufanikisha hafla hii. Shughuli kama hizi huwapa watangazaji wa redio zinazomilikiwa na kampuni ya Royal Media Services kutangamana na wasikilizaji wake mashinani. Steve Shitera, runinga Citizen, Nairobi.